Ebwana, Diamond Platnumz amekuwa surprised kule Uganda wakati ana perform bwana, kuna wimbo wake wa My Darling ambao ni collab ambao ameshirikishwa, ambao imetoka hivi karibuni na imepokelewa vizuri sana, ebwana kuna kionjo fulani hivi pale cha ambao My Darling, lakini kitu ambacho Waganda na kiimba, Diamond, uh, so, di Diamond mwenyewe awe surprised kuona kwamba Waganda bado mashemeji zake, uh, kwa sababu ana baby mama kutoka nchi hiyo ya moja kati ya vitu ambavyo vimemeka headline huko mitandaoni baada ya Diamond, bwana, Waganda kummixia jina la Zari katika wimbo ambao ameshirikishwa ambao alikuwa ana perform pale on stage. So hapa eh, kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na habari hiyo. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba eh, bwana ni kwamba Diamond hajafurahi mashabiki wa Uganda kumtaja Zari wakati ana perform. He eh, bwana hawa nao kwani wanakuwa wagomvi kiasi hicho, wanataja ma ex wa watu wakati wa shaolewa? Haya, page nyingine hii hapa amesema, bwana, watu wa Uganda wanampenda sana Diamond aendelee kuwa na bibiye Zari mpaka wanafikia hatua eh, ya kumiksi huu wimbo wakidhania kwamba Diamond alikuwa anamtaja Zari katika huo wimbo wa My Darling. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, hebu eh, tuambie na wewe pia unalichukuliaje hili swala. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.